Kitabu cha Zekaria sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Ndio, tumsifu Yesu Kristo watu wa Mungu ali hai. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro. Nawakaribisha ikiwa ni siku nyingine tena Mungu anatupa nafasi kuendelea na usomaji wa kitabu cha Zekaria. Karibuni sana wapendwa, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi siku ya leo. Jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako na wema wako ambao Bwana umeendelea kutupa maishani mwetu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mtakatifu, na hakuna mungu aliye mtakatifu kama wewe. Tunanyenyekea kwako katika moyo wa toba na msamaha, tunakuomba rehema maeneo yote ambayo tumekosea tunaomba Mungu turehemu na kutuosha kwa damu yako na kwa huruma yako. Roho Mtakatifu, tunakualika mahali hapa. Karibu Roho Mtakatifu, tusimamie tunaposoma neno la Mungu, tuweze kulielewa na sote tuweze kutiwa uzima katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu cha Zekaria ambapo siku ya leo tutasoma ile sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa kumi na moja. Ifungue milango yako e Lebanoni, ili moto uiteketeze mierezi yako. Piga yowe, msunobari, maana mwerezi umeanguka, kwa sababu miti iliyo mizuri imeharibika. Pigeni yowe, enyi mialoni ya Bashani, kwa maana msitu wenye nguvu umeangamia. Sauti ya wachungaji ya e, uchungu mwingi, kwa maana utukufu wao umeharibika. Sauti ya ngurumo ya wanasimba kwa maana kiburi cha Yordani kimeharibika. Bwana Mungu wangu alisema hivi, lilishe kundi la machinjo, ambalo wenye kundi hilo huwachinja, kisha hujiona kuwa hawana hatia, nao wawauzao husema, na ahimidiwe Bwana, kwa maana mimi ni tajiri, na wachungaji wao wenyewe hawawahurumii. Maana mimi sitawahurumia tena wenyeji wa nchi hii, asema Bwana, bali tazama, nitawatia kila mmoja wao mikononi mwa wenzake na mikononi mwa wafalme, nao wataipiga hiyo nchi, wala mimi sitawaokoa mikononi mwao. Basi nikalilisha kundi la machinjo kweli, kondoo waliokuwa wanyonge kabisa. Nami nikawakatilia mbali wachungaji watatu katika mwezi mmoja, maana nafsi yangu ilikuwa imechoka kwa ajili yao, na nafsi zao pia walinichukia. Ndipo nikasema sitawalisheni; afae na afaye atakayekatiliwa mbali na akatiliwe mbali, nao waliosalia kila mmoja na ale nyama ya mwili wa mwenziwe. Nikaitoa hiyo fimbo yangu iitwayo Neema, nikaikata vipande viwili, ili nipate kulivunja agano langu nililolifanya na watu wa kabila zote, nayo ikavunjwa siku ile. Na hivyo wale kondoo wanyonge walionisikiliza wakajua ya kuwa neno hili ndilo neno la Bwana. Nikawaambia, mkiona vema nipeni ujira wangu, kama sivyo msinipe. Basi wakanipa vipande thelathini vya fedha, kwa ndio ujira wangu. Kisha Bwana akaniambia, mtupie mfinyanzi, kima kizuri hicho nilichotiwa kima na watu hao. Basi nikavitoa vile vipande thelathini vya fedha nikamtupia huyo mfinyanzi ndani ya nyumba ya Bwana. Ndipo nikaikata vipande viwili fimbo yangu ya pili iitwayo vifungo, ili nipate kuuvunja udugu uliokuwa kati ya Yuda na Israeli. Bwana akaniambia, jitwalie tena vyombo vya mchungaji mpumbavu, kwa maana tazama mimi nitainua katika nchi hii mchungaji ambaye hata waangalia waliopotea wala hata watafuta waliotawanyika wala hata mganga aliyevunjika wala hata mlisha aliyemzima bali atakula nyama ya wanono na kuzirarua rarua kwa tozao. Ole wake mchungaji asiyefaa aliyachai kundi upanga utakuwa juu ya mkono wake na juu ya jicho lake la kuume. Mkono wake utakuwa umekauka kabisa, na jicho lake la kuume litakuwa limepofuka. Mlango wa kumi na mbili. Ufunua neno la Bwana juu ya Israeli. Haya ndiyo asema yo Bwana azitandaye mbingu auwekaye msingi wa dunia ayumbaye roho ya mwanadamu ndani yake, angalia, mimi nitaifanya Yerusalemu kuwa kikombe cha kuyumbayumba kwa watu wa kabila zote wazungukao pande zote. Tena kitakuwa juu ya Yuda pia, wakati wa kuhudhuriwa Yerusalemu. Tena itakuwa siku hiyo, nitafanya Yerusalemu kuwa jiwe la kuwalemea watu wa kabila zote; wote watakojitwika jiwe hilo watapata jeraha nyingi, na mataifa yote ya dunia watakusanyika pamoja juu yake. Katika siku hiyo, asema Bwana, nitamtia kila farasi ushangao na yeye ampandaye nitamtia wazimu nami nitamfunulia nyumba ya Yuda macho yangu nami nitamtia upofu kila farasi wa hizo kabila za watu. Na wakuu wa Yuda watasema mioyoni mwao wenyeji wa Yerusalemu ni nguvu zangu katika Bwana wa majeshi Mungu wao. Siku hiyo nitawafanya wakuu wa Yuda kuwa kama kigai chenye moto katika kuni na kama kinga cha moto katika miganda, nao watateketeza watu wa kila kabila wawazungukao pande zote upande wa mkono wa kuume na upande wa mkono wa kushoto. Na baada ya haya Yerusalemu utakaa mahali pake hapo Yerusalemu. Naye Bwana ataziokoa hema za Yuda kwanza, ili utukufu wa nyumba ya Daudi na utukufu wa wenyeji wa Yerusalemu usipate kutukuzwa kuliko Yuda. Katika siku hiyo Bwana atawalinda wenyeji wa Yerusalemu, na yeye aliye dhaifu miongoni mwao atakuwa kama Daudi; siku hiyo nayo nyumba ya Daudi itakuwa kama Mungu, kama malaika wa Bwana mbele yao. Hata itakuwa siku hiyo ya kwamba nitatafuta kuwaangamiza mataifa yote watakaokuja kupigana na Yerusalemu, nami nitamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Siku hiyo utakuwa na maombolezo makuu huko Yerusalemu, kama maombolezo ya Hadadrimoni katika bonde la Megido. Nayo nchi itaomboleza, kila jamaa peke yake; jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao na wake zao peke yao; jamaa ya nyumba ya Nathani peke yao na wake zao peke yao; jamaa ya nyumba ya Lawi peke yao na wake zao peke yao; jamaa ya nyumba ya Shimei peke yao na wake zao peke yao; jamaa zote zilizosalia kila jamaa peke yao na wake zao peke yao.